Salamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Mpenzi mtazamaji, tumekutana kwa mara nyingine tena leo katika maelezo haya ambayo yatakujia kupitia kisa hiki cha ombaomba ambaye aliacha kuomba na kuwa mfanyabiashara mkubwa kabisa, kwa maneno mafupi aliyopokea kutoka kwa mfanyabiashara ambaye alimwomba pesa akakataa na kumpa maneno hayo. Mpenzi mtazamaji, kabla ya yote, ni kuombe usisahau kumswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam, pia kufanya istighfari, kumwomba Allah subhanahu wataala atujalie mwisho mwema ni kuombe usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili uwe wa kwanza kufata video zote zinazokuja kupitia hapa Khairo TV. Katika mji mmoja kulikuwa na ombaomba ambaye alikuwa anapenda kukaa katika kituo cha treni na kuhakikisha anamwomba kila abiria ambaye anakuja kufuata usafiri katika maeneo yale, ombaomba huyu alizoea tabia hii ya kuombaomba. Baadhi ya watu walikuwa wanampa, na wengine walikuwa wanamjibu majibu ya hovyo, na wengine walikuwa hawampi. Siku moja alipita mfanyabiashara mmoja, ombaomba omba. Kwa jinsi alivyomwona yule mfanyabiashara amependeza, akaona amwombe pesa. Omba omba alinyanyuka na kumsalimia yule mfanyabiashara na kumwomba pesa, lakini mfanyabiashara alimuuliza, unaniomba pesa wewe, utanipa nini? Omba omba Alishangaa akasema "Mimi huwa naomba tu, lakini sitoi chochote kumpa yule ambaye atanipa, na hiyo ndiyo tabia yangu muda mrefu. Sasa yule mfanyabiashara akajivu, akasema hakika, mimi ni mfanyabiashara mkubwa na nimezoea, sitoi kitu isipokuwa kwa kupata kitu. Kwa hiyo siwezi kukupa chochote ikiwa wewe haunipi chochote ambacho kitakuwa na manufaa katika maisha yangu. Mfanyabiashara aliendelea tena kusema, ikiwa kama unapenda watu wakupe vitu vyao, basi wewe andaa kile ambacho kitawafanya watu wanapokea baada ya wewe kukupa kutoka kwako. Mfanyabiashara alivyomaliza kuongea maneno yale, aliamua kupanda treni na kuondoka. Mfanyabiashara alimwacha ombaomba huyu katika maswali mazito kabisa, kwani hajawahi kuambiwa maneno ya namna hii tangu aanze kuomba, yaani tangu aanze kazi yake ya kuomba hajawahi kuambiwa maneno mazito ambayo yanaleta fikra kubwa katika akili ya mwanadamu. Ombaomba alikaa chini akaanza kuyafikiria akaona kama yanaingia akilini maneno haya, akaanza kuwaza, je, kitu gani ambacho nitakiandaa kwa kuwapa watu ili na mimi nipate pesa zao, nikiwa hapa katika eneo langu la kuomba. Lakini kwa pembeni ya reli akaona kuna maua, maua ambayo yameota. Yule umbaomba akaamua kuyachuma yale maua na kuyapeki vizuri katika kopo na kuanza kuwapa watu. Akiwapa watu, watu walikuwa mushoe na tabasamu, lakini mwishowe alikuwa anawaomba chochote kitu. Watu wale walikuwa wanatoa kwa moyo mkunjufu, na tofauti wakivyotoa siku za nyuma zilizopita. Ombaomba aliendelea kufanya hivyo Siku zilipita, yule tajiri akaja tena katika kituo kile kama sehemu yake akupanda treni na kuendelea na safari zake. Alivyofika omba omba, naye akamwona, akamwandalia maua na akampa, na baada ya kumpa akamwomba kiasi cha fedha, yule tajiri akatoa kwa furaha na bashasha. Maisha ya ombaomba yaliendelea kwa namna hiyo, lakini akaona mabadiliko baada ya kuwa na kusanya maua na kuyapeka, kuyaandaa vizuri na kuwapatia watu, huku watu wakimpatia pesa. Akaona, mbona inawezekana kubadilisha maisha yangu? Kwa kupitia haya maua nikafanya biashara, ikiwa kama watu wanapenda sana maua katika huu mji ambao nipo basi, ninaweza kufungua biashara ya maua na kuanza kuwauzia watu kwa wingi kabisa. Alifikiria hilo akiwa ndani ya kituo cha treni Malaghafra, akatoka nje akaanza kupiga kelele na kusema, mimi sio ombaomba tena, mimi ni tajiri, mimi ni tajiri. Alisema hivyo ombaomba kwa sauti kubwa ya juu mpaka watu wakashangaa, wakaanza kusema, ombaomba leo amechizika, anapiga kelele kama kichaa. Baada ya pale ombaomba akaacha omba kuomba na kuanza kujishughulisha na biashara ya maua. Siku zilipita na yeye akawa ni mwenye kusafiri kupitia kile kituo ambacho alikuwa anafanyia kazi ya ombaomba. Alivyopanda ndani ya treni, akakutana na yule mfanyabiashara ambaye alimpa maneno yale ya kumwambia kwamba mimi siwezi kutoa kitu kwa mtu ambaye hanipi chochote, kwa sababu mimi ni mfanyabiashara na kutoa kwangu natarajia kupokea. Alivyokutana naye akamwambia, Mheshimiwa, unanikumbuka? Yule mheshimiwa akasema hapana, akamwambia kumbuka vizuri. Yule mheshimiwa akasema hapana, sikumbuki kama tumewahi kukutana mara moja au mara mbili. Yule omba omba akamwambia, sio mara moja tu, ni zaidi ya mara moja tumekutana katika eneo hili, sijui unanikumbuka. Yule mfanya biashara akajaribu kuvuta picha, akakumbuka na akasema hakika umebadilika, sio kama nilivyokuwa nimekuzoea wewe, siombaomba? Akamwambia yes, nilikuwa ombaomba -omba. Lakini sasa mimi ni mfanyabiashara, ninafanya biashara ya kukimbiza maua ya kuuza maua, ninauza maua, na hapa nipo safarini kwenda mji mwingine kwa ajili ya biashara, biashara ya maua Nakumbuka maneno yako ulinipatia, ndio alikuwa sababu ya mimi kuyafikiria na kubadilika tangu pale ambapo uliniambia maneno yale. Hakika maneno yako yamenibadilisha fikra zangu na nimebadilika maisha yangu, na sasa mimi narejea tena kukuambia sio ombaomba, mimi ni mfanyabiashara mkubwa. Nashukuru kwa maneno yako mpenzi. Mtazamaji, pale ambapo utakuwa tayari kubadilisha fikra zako, ndio muda huo ambapo umeshakuwa tayari kubadilisha maisha yako. Amua leo kubadilisha fikra zako ili uweze kubadilisha maisha yako, mpenzi mtazamaji. Kutokana na kisa hiki kifupi ambacho nimekisimulia hapa, basi chukua yale ambayo umepata faida kutoka katika kisa hiki, lakini pia ni kuombe usisahau kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Pia ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, ku like na kushea kwa wengine ili waweze kupata faida kama hizi kutoka hapa. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa ndio mwisho wa kisa hiki kifupi. Mpenzi mtazamaji, ni seme wa billahi taufiq, wa hadha assalamu wahadha ssalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatu uhibbukum wa bila hudud.